Karibu mtazamaji katika kipindi cha Campus Air, kipindi ambacho kinaandaliwa kutoka katika studio za Hope Media STU yalipo makao makuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Kipindi hiki kinakupatia nafasi mtazamaji kuweza kutazama, lakini pia kusikiliza nyimbo mbalimbali ambazo zinakuwa zimeimbwa na wanafunzi kutoka katika taasisi mbalimbali za elimu hapa nchini Tanzania tukimaanisha taasisi za elimu ya msingi, taasisi za elimu ya sekondari, lakini pia vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu, bila kusahau mtu mmoja mmoja ama kikundi kutoka katika taasisi hizo za elimu. Na kwa siku ya leo tunacho, uh, tunao kwaya ya Tucasa uh, kutoka katika chuo cha Muhimbili Tucasa Muhas, hawa ndio ambao tunao katika kipindi hiki cha leo na tutaangazia mambo kadha wakadha ambayo wanayafanya kama wanatukasa, lakini pia kama kwaya kutoka katika chuo hiki cha Muhimbili. Na kabla hatujasonga mbele zaidi, mtazamaji, hebu tupate kwanza wimbo kutoka kwao wa wimbo huu wenye ujumbe unaosema duniani hapa, alafu tukirejea, tutaendelea na kipindi chetu cha Campus Air. Mimi jina langu naitwa Mbonea Daniel, tafadhali tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka pale ambapo tutakuwa tunahitimisha kipindi hiki. Karibu. Napo safiri twajaribiwa, tujaribu kutenda dhambi, tusije ogopa, tunaye Yesu yeye alishinda tangu

Mtazamaji, naamini kwamba umebarikiwa na wimbo huo, na sasa tuangazie kwaya hii, imeanza anzaje na mpaka sasa inafanya kazi hii na huduma hii ya uimbaji. Kwaya Tucasa ilianza mwanzoni kabisa mwa uh, chuo kilipoanzishwa cha Muhimbili lakini walianza kama vikundi mbalimbali mbali, na miongoni mwa vikundi hivyo kilikuwepo kikundi kinaitwa The Wives ambao hawa waliungana sasa baadaye na vikundi vingine ndipo wakatengeneza sasa kwaya rasmi ya Tukasa Muhas na kujulikana kwa jina hilo la Tukasa Muhas. Na waimbaji hawa wanakutana mara mbili kwa wiki uh, ili kutengeneza sauti zao na kufanya mazoezi kwa ajili ya kuendelea kumtumikia Mungu kupitia uimbaji. Na wametoa nyimbo kadhaa na audio pamoja na video mbalimbali ambazo zinapatikana pia katika mitandao yao ya kijamii hususan mtandao ule wa YouTube ambapo wameweka hapo nyimbo zao Kadha wa kadha. Na kwa sasa, mtazamaji, hebu tutazame na kusikiliza uh, nyimbo mbili mfululizo kutoka katika kwaya hii ya Tucasa Muhas, ambapo wa wimbo wa kwanza una ujumbe unaosema kuna wimbo juu uh, kuna juu mbinguni, na wimbo wa pili una ujumbe unaosema mahali tulivu barikiwa. Na nyimbo hizi mbili mtazamaji, alafu nitarejea kwako ili kuweza kuendelea na kipindi hiki cha Campus Air. Kuna wimbo juu mbinguni, ni sijawahi sikia malaika wakiimba sifa kwa mwana kondoo, vinu vina sauti zao, ni tamu daima, twaweza kuwa kama wao, tukimsifu Mungu

Na mtazamaji naamini bila shaka umebarikiwa na jumbe katika nyimbo hizo mbili na naamini kwamba zimekusogeza karibu na Mungu. Kama ndo kwanza unafungulia runinga yako, kipindi hewani, ni kipindi cha Campus Air, kipindi ambacho kina kupatia nafasi ya kutazama na kusikiliza nyimbo mbalimbali ambazo zinakuwa zimeimbwa na wanafunzi kutoka katika taasisi za elimu hapa nchini Tanzania. Na kwa sasa uh, nikukumbushe tu ama nikufahamishe uh, Uh, kwamba nyimbo hizi ambazo zinawabariki watu wengi kutoka katika uh, kwaya hii ya TUCASA uh, ni wakina nani ambao wanahusika katika kutunga, lakini pia kuhakikisha ya kwamba kwaya inakuwa katika uh, namna nzuri ya kuweza kuimba vizuri, lakini pia kuwasilisha ujumbe ambao unawabariki watu walio wengi katika kwaya hii ya TUCASA MUHAS uh, nyimbo zao zinatungwa na kufundishwa na walimu mbalimbali ikiwemo walimu ambao wapo kwa sasa na walimu ambao wamekwisha kupita katika chuo hiki cha Muhimbili. Na miongoni mwa walimu ambao kwa sasa wapo chuoni na wanaendelea kutunga ni pamoja na mwalimu John Zege, lakini pia yupo mwalimu Zuri, uh, mwalimu Tuzil Shedrack pamoja na mwalimu Kelvin Kennedy. Hawa ni miongoni tu mwa walimu ambao wanahusika katika kufundisha lakini pia kutunga nyimbo ambazo unazisikia na kuzisikiliza na kuzitazama kutoka katika kwaya hii ya Tucasa Muhimbili. Na mtazamaji na msikilizaji, kwa sasa, hebu tuangazie tena nyimbo mbili mfululizo kutoka kwa kwaya hii ya Tucasa Muhas, alafu nitarejea tena kwako kuendelea na kipindi hiki, lakini nyimbo hizi ambazo tutazisikiliza wimbo wa kwanza una ujumbe unaosema tazameni pendo, ni wimbo ambao tutausikiliza na kuutazama hapa katika kipindi, lakini wimbo wa pili una ujumbe unaosema nena moyoni, ni wimbo ambao pia tunautazama na kuusikiliza kutoka hapa katika kipindi hiki cha Campus Air. Barikiwa na jumbe za nyimbo hizi, alafu nitarejea tena kwako mtazamaji watazamaji naamini ya kwamba umebarikiwa na jumbe katika nyimbo hizo ambazo umetoka kuzitazama punde, lakini pia na nyimbo mbalimbali ambazo umeweza kuzitazama katika kipindi hiki cha kampasi ya juma hili, na nikuombe tu ya kwamba unaweza kutembea katika mitandao ya kijamii ya MUHAS uh, TUCASA hawa na kuweza kupata nyimbo nyingine nyingi zaidi ambazo wameziimba na kuziweka hapo katika mitandao yao. Na nyimbo hizi naamini ya kwamba zitakubariki na kukusogeza pia karibu na Mungu. Kwa juma hili mimi nafikia tamati katika kipindi hiki cha Campus Air, lakini ni kualike tu kwamba usikose katika kipindi kingine cha Campus Air juma lijalo. Mimi mwenyeji wako katika kipindi hiki juma hili naitwa Mbonea Daniel, tafadhali endelea kutazama na kusikiliza vipindi vingine vinavyokujia kutoka hapa Hope Channel Tanzania. Hadi wakati mwingine Mungu akubariki. Naposafiri twajaribiwa, tujaribu kutenda dhambi, tusije ogopa, tunaye Yesu, yeye alishinda tangu